Sisi tumepata bahati ya kupata wafanyakazi wapya katika sekta hii ya afya hususan wataalamu wa dawa kwa maana wafamasia zaidi ya mia kum, moja kumi na tano, jambo lililoongeza idadi ya watumishi wetu kufika asilimia sabini na nne. Nichukue fursa hii pia, Mheshimiwa Makamu wa Raisi, kukuomba ya kwamba mkoa wetu huu tunayo dhamira ya dhati chini ya maelekezo ya Daktari Samia kufanya kwa kitovu cha utalii wa matibabu. Kwa kitovu cha utalii wa matibabu yako mambo tunayoyahitaji, na mambo hayo ni pamoja na kuweka facility na wataalamu wabobezi wanaoweza kufanya Watanzania na wageni wanaokuja katika nchi yetu kupata huduma zote hapa nchini bila kukimbia kwenda kwa nchi jirani tunawafahamu wako ndugu zetu wa Gakani. Nimekuja nikakuta taarifa ilikuwepo, walipanga miaka ya zamani kujenga chuo kikuu cha Afrika hapa Gakani, hapa Arusha, na ndugu zetu wa Gakani hawa wanalo eneo la kutosha takriban zaidi ya heka elfu tatu na wakijenga chuo hicho kikuu, mheshimiwa makamu wa rais, itatupelekea kuwa na hospitali pia. Huwezi kuwa na chuo kikuu cha tiba cha Afrika alafu hakuna hospitali bora. Ni maombi yangu Mheshimiwa makamu wa rais, pamoja na kwamba umeomba kupumzika, basi utakapoondoka katika nafasi yako ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, alama ya chuo hiki iwe kumbukumbu ya mkoa wetu Arusha, katika kuboresha huduma ya afya na kufanya kwa kitovu cha afya kanda wetu wa Afrika Mashariki. Tumekuwa tunapokea maelekezo ya viongozi wetu wakuu. Lakini mheshimiwa rais, moja ya maelekezo aliyonipa wakati ananteua, aliambia nenda Arusha, kawe sikio la wananchi wa makundi yote bila kubagua, na pale napo wabidi tafuta kila namna, wanyonge na watu maskini wasiokuwa na uwezo waone sura na taswira ya upendo wa serikali yao. Naomba kutumia fursa hii kwa sababu jambo hilo tulifanya, ilikuwa ni mwezi wa sita mwaka jana, kuwatangazia pia wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba mwaka huu pia tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kama tulivyofanya mwaka jana, kwa wananchi wote wenye uhitaji wasiokuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa magonjwa yote, na tutafanya kuanzia tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa takribani siku saba na kuhakikisha kwamba kama ulikuwa unaumwa na hauna pesa ya kwenda hospitalini, basi njoo. Mungu amesikia kilio chako na Daktari Samia ametupa kibali cha kufanya tena mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa makamu wa Rais, zoezi hili huwa linaonekana kama zoezi la kawaida, lakini sisi ni zoezi la kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu kwa nafasi zetu.